Mwaka elfu mbili na nane ndo na nilimaliza darasa langu la nane hapa Kibarani Boarding Primary School ambayo inapatikana ndani ya Kilifi County. So nikisema Kilifi ni nyumbani mwelewe, kwa sababu mimi maisha yangu ya primary, darasa la sita la saba na la nane, mpaka kuketia mtihano wa KCPE wakati huo nilikuwa nilifanyia hapa Kibarani Boarding Primary School ambapo sasa hivi inaitwa Kibarani Boarding Comprehensive School kwa sababu hapa alikuwa tunasoma na paka blinds uh, devs wako na shule yao kule. Wakati huo uh, headmaster ni Mr Baha, na pia nakumbuka deputy alikuwa ni Mr Ngala. A very uh, nice moment ambazo nazikumbuka. So nataka tuende ndani tukaangalie kutoka mwaka 2008 mpaka sasa hivi ni 2025 Disemba inaenda 2026. Ni kitu gani ambacho kipo na kikumbuka na kitu gani ambacho kimebadilika. Let's go. Yes, bwana ni Bujra na leo nimekuja uh, mahali ambapo nilianzia sanaa yangu. Mimi sanaa nilianzia hapa. This is my primary school. Inaitwa Kibarani Boarding Primary School. So hapa ndo nilianzia maisha yangu ya uigizaji. i ili, ilikuwa darasa la saba darasa la 8 I think ulikuwa na staff room hapa kama unavyoona. So that was class 6 7, na 7 nyingine hapa, alafu 8 pale. So haya ndio mazingira ambayo mimi nilianzia sanaa yangu hapa. Ni Kilifi County, na hii ni Kibarani Boarding Primary School. Kwa kweli najisifaraja sana kurudi uh, mahali ambapo nilianzia safari yangu ambayo sasa hivi inanifanya napata mkate wangu wa kila siku. So, uh, nitakuja shule ikiwa zimefunguliwa kwa ajili ya kuwa motiveta wa watoto na wale ambao watakuwa kwenye drama club watakuwa na fursa ya kupata mazuri kutoka kwangu. So, unavyoona, eh hey, pamebadilika hata hivyo. Pale palikuwa na matank naona yamevunjwa. Matanki ya Smith yalikuwa pale alafu hii ilikuwa dom ya wanawake. <laughs> dining yetu ilikuwa ile pale ile, ndio ilikuwa dining hapo. Unavyoona haya mawe, mawe palikuwa na tank za maji za cement zile. Eh, najikumbusha mbali. Hii fence tunayoiona hapa hapo nyuma ni uh, Kibarani ya deaf. Sijui kama bado iko ama vipi, lakini wale deafs walikuwa wanasoma hapo hivyo. So unavyoona Kibarani boarding junior Secondary, Oh, mjengo ulibadilishwa. Guys, I'm happy, I'm happy niko Kibarani boarding, Kilifi County nimespend miaka minne hapa kama sikosei, no mitatu, darasa la sita, la saba na la nane so 206, 207, 208 ndo nikamaliza masomo yangu hapa. Wala mbona nakumbuka mwalimu mkuu alikuwa Mr. Baha kama sikosei, na deputy alikuwa Mr. Ngala mazee Walimu wangu nawatafuta, mkiwaona hebu eh, ni, ni, ni, ni kumbusheni hapo nikawasalimie. waw wa Wow. Ah, apa alikuwa na unit ya for the blind, my dom dom yangu hii hapa nilianza hii dom hii, alafu baadaye nikamia hii hapa hi. <laughs> Maze. Eh, kuna gate kule siku yacha ile gate. Wow. Hii ni dining yetu, sijui sai wanakula hapa ama vipi ti uh, ukiamka asubuhi unapata kikombe cha uji kkombe cha uji na mpaka saa sita saa sita mnakula asima na, yaani maisha fulani hivya <laughs> mazuri so naona kuna kuna vitanda hapa ndani so it means hii uh, dining imegeuzwa. Sasa safari yangu ya uigizaji ilianzia hapa especially kwenye hii dining. Hii ndio ilikuwa tukitumia kama hall. So kila weekend kulikuwa hakuna entertainment. Uh, at first kulikuwa tukikewa TV, tunaangalia vipindi, tunaangalia movies, but ikaja ikaondolewa so ikawa ni sisi tufikirie kitu gani cha kufanya, na ndo hapo tukaanza kuchekesha. Wakati huu ulikuwa namuigizia sana Mzee Majuto marehemu, ndio maana ngasema katika watu ambao aliniinspire Mzee Majuto. So hapa ilikuwa tunaangalia vile zile muvi za Mzee Majuto, alafu tunakuja tunazi act hapa mbele ya wanafunzi wenzetu, watu wanacheka vibaya. So hapa hii hii ndio ambapo safari yangu ya uigizaji ilianzia hapa nikiwa darasa la sita, la saba na la, na la nane. Hapa huu ni msikiti wetu. Tulikuwa tukiswalisha hapa, mimi nilikuwa ndo imamu na kijana mwingine aitwa aitwa Mbwana Kalko kutoka kutoka Funzi. <laughs> Mbwana Mbwana bado nawasiliana naye. So sisi ndio tulikuwa tukiswalisha hapa. Huu ndio ulikuwa msikiti wetu by then tunaswali hapa eh. Uh, kila kitu tunafanya hapa. So mimi ndio nilikuwa imamu na mwenzangu anaitwa Mbwana Kalko. Guys, I'm so happy nimewaleta hapa, ni Kilifi County Kibarani Boarding Primary School. Hapa ndio maisha yangu ya sanaa yalianzia, na hapa ndio nilimaliza ya darasa langu la nane, siwezi baadaye nikaenda chuo I mean, um, shule ya upili ambayo nilienda Lamu Boys. So thank you guys, shule ni kubwa, siwezi watembeza yote, lakini at least mmeona. Uh, maisha gani ambayo alikuwa anapitia hapa hivi, ama nilikuwa nikiishi wakati wa kutafuta masomo yangu.